Bali tunamtumia dawa hata hatujampima, hatujui kama hiyo ndio dawa inafaa. Mimi nikasema nitakuja hapa kwa mgonjwa nimpime mkono kuambiwa ni mpime nimuwekelee mkono hivi nisikie pale yako na mgonjwa kuliko kuambiwa nikuwe huko mbali, kana itakuwa adui tu kana muruma naga muke ndome ni muruma naga sinikuja tu kuongea kujua shida iko wapi, alafu tunatatua shida tukiwa hapa hapa hapa kutoka Nairobi kufika hapa tu kuchukua na mafuta, hiyo gari ni yenu. Hiyo muda ni nyinyi mnalipia. Kazi yangu tu nikuja hapa kuwasikiliza vile mnasema, na tunapata suluhisho. Na ndio nikasema kwanza sababu nilikuwa nimesikia kwamba kuna matatizo ya hii maneno ya afya hapa Embu. Nikuja hapa ningie katika kijiji yote ningie hospitali. Tulianza juzi huko upande wa Rukulile na nishukuru chairman wa KTDA Bwana Enos kwa sababu amenipatia nafasi ya kuja kuongea na wananchi wa Embu na kusikia shida iko wapi na vile tunaweza kusuluhisha. Tulipokuwa kule Rukulile nilipata habari mingi sana hata jana yote nimeita watu yote huko Nairobi nikawaambia vile nimeona. hembu adwasio tikuyugidia hena gadina adwasio tikuyugidia hena ke, leo asubuhi ya leo ma hospitali yenu yote hapa Embu, hospitali mia moja na moja one one, hospitali ya serikali, maofisa wale wapo wanasimamia afya kutoka PTH mpaka ile iko chini dispensary pale chini saa hii wako pale level 5 tumekuja na wataalamu wote hakuna mtaalamu wako Kenya hii wataalamu wote wa afya wako hapo Embu tumefanya seminar kutoka asubuhi na kwa sababu nimeamua sio tu tutatatua shida ya Embu bali pia Embu vile tutafanya hii maneno itakuwa ni kama vile tunaenda showground sasa kutoka Januari Kaunti zote za Kenya zitakuwa zinakuja hapa kuwa Embu kuona vile hii maneno inafanya kazi. Yeah? Because ni ameamua